Waala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma bad, kaumi Musa wametengeza kigombe ambacho kimetoa sauti inayofanana na sauti ya ng'ombe, na mtengezaji wake kama alivyotajwa katika Qur'ani alikuwa akiitwa Samiri, na ng'ombe ile ilikuwa ng'ombe ya dhahabu, dhahabu ambazo wanawake wa kibani Israel walitoka nazo Misri katika kukimbia kwao, wakakimbia wakiwa na dhahabu zile. Kwa hiyo waliona kwamba wamefanya makosa makubwa kuchukua dhahabu walizoziazima. Kwa hiyo zikachukuliwa zikayeyushwa zikatengezwa kigombe. Baada ya kutengezwa ng'ombe yule au ndama Wakaambizana kwamba huyu ndo mungu wetu na ndo mungu wa Musa vilevile vile, vile. Sayyiduna Musa akapashwa habari na mola wake kwamba sisi tumeshawapa mtihani jamaa zako huko, wamebadilisha mungu wao, sasa ni ng'ombe wa dhahabu wanayemwabudu. Ndo farajaa Musa ila qaumihi ghadibana asifa. Akarudi haraka haraka Musa kwa jamaa zake na kaumi zake, hasira zikiwa zinaonekana katika uso wake. Akaja akawauliza maswali, akamkamata ndugu yake Harun. Vipi Haruni, mbona usinifuate baada ya kuona hawa wanapotea kumshirikisha Mwenyezi Mungu? Kamkamata ndevu zake, kamkamata nguo zake kwa hasira. Haruni anamwambia Musa, yabna um, ndugu yangu we ya bna um, ewe ndugu yangu, la taakhudh bilhiyati wala birasi, usinikamate ndevu wala kichwa, inni khashitu an taqula farraqta baina bani israila wa lam tarqub qawli, kama ningeondoka mimi nikakufuata wewe, niliogopa ungesema mbona umewaacha peke yao. Sasa mimi nilivyowaona wanaabudia ndama huyu, niliwaambia nikawaambia inna rabbakum rrahmanu fattabi'uni wa atii'u amri, lakinnahum 'asawni, kwa hiyo wakaniambia, lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna Musa, hatutoacha sisi kukisujudia kigombe hiki na kukiabudu mpaka atakaporudi Musa, ndipo tutakapoacha sasa umekuja unaona mwenyewe, nimejitahidi kadiri ya uwezo wangu, lakini kadu yaktulunani, karibu waniue ya hawa. Kwa hiyo, Musa alaihi salam akamgeukia Samiriji mtengezaji wa ndama, akamuuliza fama khatbuka ya Samiriji, lengo lako nini? Mbona umetengeza ndama huyu? Imekuwaje mpaka katoa sauti? Akamweleza kwamba basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabidatan min athari rasul fanabadhtuha wa kadhalika sawalat li nafsi. Akamweleza kwamba nimemtengeza ndama huyu na yule mjumbe ambaye ni Jibril kutoka Mwenyezi Mungu alikuwa katika farasi wake. Farasi yule anapoweka kwato zake mchanga ule aloukanyaga unakuwa na uhai, na huo nimeutumia nikapeleka katika, ka, katika mdomo wa ndama, na ndama katoa sauti, na nafsi yangu linionesha kwamba hivi ninavyofanya ni vizuri, niwafanyie niwatengezee ndugi zangu Mungu kwani hawana Mungu. Basi nimefanya mi qala fadhhab

akapata adhabu na walokiabudu kindama wakapata adhabu wakauawa, na na wale wengine ambao hawaku kiabudia ki kindama kile wakawa pamoja na Musa alayhi wa ala nabiyyi na salatu wassalam, na ndama yule akatiwa moto akaungua kawa majivu majivu. Kawaambia sasa mola wenu ni Mwenyezi Mungu tu ambaye hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye kwa hiyo mwabuduni yeye, kila kitu mtegemeze kwake. Hii ni habari ya Musa aliporudi kutoka katika miqati, mazungumzo yake na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Sasa Bani Israeli walipokuwa na maisha haya katika jangwa wakaishi, njaa kali imewakuta Wakamwambia Sayyidina Musa, tunataka chakula, ewe Musa, na chakula tunachokitaka sisi kiwe kinatoka kwa mola wako kwanza, tusipate sisi tabu ya kununua wala kupika. Mola wako mwenyewe atupikie, atuletee chakula, sisi kazi yetu kula tu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akaombwa dua na Musa, Rabbi, waletee kaumi zangu chakula tena kitoke kwako chakula hicho, wao wakija wale tu. Allahu Taala akaambia tayari chakula, chakula chenyewe ninakuleteeni nyie, kazi yenu kula tu. Anasema Mwenyezi Mungu, Azza aza wajal, waanzalna anzalna alaykum almanna wassalwa, tukakuteremshieni chakula kinachoitwa manna na salwa, ni chakula kitamu mno ambacho kimetoka kwa mwenyewe mwenyezi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, zawadi anawapelekea Bani Israil, inashuka katika miti, manna na salwa, nyama kama kuku, wanakula wo, kazi yao kula tu, hakuna shida ya kupika wala shida ya kuangaika kununua. Allah anamwambia kulu min tayyibati ma razaqnakum, hivyo ni vitamu na vizuri tulivowaruzuku nye, kuleni tu Wakachukua manna na salwa wakala. Walipomaliza kula, wakamwambia Musa, tumeshiba sasa, tunataka kinywaji, tuteremshie chakula na kinywaji, nacho pia kitoke kwa mola wako aza wajal, atuletee yeye maji tusipate tabu. Siye Allahu taala asema, wa idh istasqa musa liqaumihi faqul nadrib biasaka lhajar

famfajarat minhu thnata ashrata ainan alipopiga nabii musa jiwe jiwe likatoa njia kumi na mbili ainan njia kumi na mbili mito zile na makabila, Israelo, makabila kwa, pendani, wa bani israili walikuwa makabila kumi na mbili kiasi walivyokuwa hawapendani wao wenyewe kwa wenyewe mpaka ikawa kila kitu lazima ipewe kila kabila kitu chake kwa hiyo kila

Mwenyezi Mungu wanaambia haya, mumekula chakula, kunyweni kinywaji, wala tathau fi lardi mufsidin, msifanye ufisadi. Lakini wakanywa maji. Baada ya kumaliza kunywa maji matamu kabisa yalopasuka kutoka katika jiwe, wakasema: sasa chakula tumekula kushiba, tumeshiba kinywaji tumekunywa, sasa tunataka mwavuli juu ya vichwa vyetu, kwani joto ni kali mno na mwavuli huo tunataka tuletee mola wako ewe Musa. Musa akamwomba Mwenyezimungu, ya rabi waletee mwavuli qaumi zangu, wadhallalna alaikum lghamam. Mwenyezimungu anasema tukawaletea kiwingu juu ya vichwa vyao, fakanat tasiru bihim haithuma saru, kiwingu kile kinakwenda pamoja nao popote wanapokwenda kiko juu ya vichwa vyao, la yashkuna min hararati shams

Kwa wakati huu wenu nimekufadhalisheni kuliko kiumbe chochote kingine. Kwa hiyo hizi neema ninakupeni, lakini zishukurieni, tweni shukurani zake. Baada ya muda mchache, wanamwambia Musa, tumeshiba na tumechoka na chakula tunachopata kutoka kwa mola wetu. Huyo Mungu wako sasa, mwambie wamechoka na hiki chakula, atubadilishie chakula kingine na chakula hatutaki tena kutoka kwake. Kila siku tunakula chakula manna na salwa, wala hatujui nani anayekipika. Chakula kinaletwa tu hiki, la tunataka chakula ambacho sisi wenyewe tunakilima ndio ndo, kamwambiaje Musa: ya Musa, lan nasbira ala taamin wahidin fadu lana rabaka yukhrij lana mima tumbitu lardu min bakliha wa kithaiha wafumiha waadasiha wabasaliha, mombe Mungu wako mwambie, tumechoka eh? chakula anachokuletea kila siku kimoja hatukitaki tena, tunataka chakula kinachotoka katika ardhi. Tunataka mamumunye, tunataka maboga, tunataka adas mdengu, tunataka vitunguu, tunataka kithaiha, tunataka hivi vitu vinavyotoka katika ardhi. Kala Musa akawashangaa, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Jamani, mnaondoa chakula bora, mnaleta chakula ambacho hakifiki kwa gredi, chakula hiki. Ah, ihbitu misran, basi nendeni katika mji, nendeni vijijini. fa inna lakum ma saaltum, mtapata katika yale mlioyaomba. wadudibat alaihimu dhillatu walmaskana, wakahakikishiwa juu yao udhalilifu

Badala ya wao kusema alhamdulillah, bali wanazidi kumkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Siku hiyo akawambia Musa, mbona kila siku Musa unaondoka hapa unakwenda huko peke yako, ukirudi hapa unatuambia umetoka kwa Mungu na na si tunataka siku moja utupeleke huko kwa Mungu na sisi tukasikie yale unayoambiwa tuwe mashahidi. Basi Mwenyezi Mungu azza wa jalla, siku alipomwalika tena Musa kaumi zake hakukubali. Wakasema nasi tunataka kwenda kusikiliza tupate kujua kwamba kweli wewe unazungumza na mola wako kweli wewe ni mtume kutoka kwake, kwa hiyo tupeleke nasi. Allah anasema, wakhtara Musa sabina rajulan wakhtara Musa min qaumihi sabina rajulan Musa akachagua watu sabiini katika kaumi zake walema Bani Israili kwamba hawa nitakapowapeleka kule watasikiliza na watakuja kuwashajiisha wenzi wao kwa yale walioyasikia katika Taura, kisha watawaambia wenzi wao kwamba kweli hapa kuna miujiza ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Sasa katika shughuli zao walizoziomba kwamba watakwenda zao kijijini, kukawa kushatangazwa siku ya kwenda kwa, kwa Mwenyezi Mungu Musa ni siku fulani. Sasa wanakwenda katika kile kijiji walichoahidiwa kwamba wende watapata kile walichokiomba katika vyakula mbadala na manna na salwa, lakini kulikuwa kuna sharti. Mwenyezi Mungu anasema, waidh qila lahum skunu hadhihi lqaryata wakulu minha haithu shitum

fakulu minha haithu shitum, kuleni kila mnachokipenda raghadan, kwa nafasi kabisa. wadkhuluu lbaba sujadan, lakini mtakapopita katika mji mlangoni katika mji huo, nendeni kwa khushui na kukumnyenyekea Mwenyezi Mungu azza wajal, na ile kurukuu kuonyesha heshima zenu au kusujudu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na maneno yenu semeni hitatun Tusamehe madhambi yetu ewe mola wetu, na sisi. Naghfir lakum khatayakum, tutakusemeeni madhambi yenu. Wasanazidu lmuhsinin, na tutawazidishia wema wale wema. Wakasema sawa. Walipofika katika geti la mlango wa kijiji kile, badala ya kusema hintatun naghfir lakum, wakasema hintatun fi shair. Hinta manake nini? Tembe ya ngano

Wakabadilisha madhalimu hao neno ambalo silo waliloagizwa, kwamba waliseme wao wakaleta neno lengine. faanzalna ala ladhina dhalamu rijzan min alsama, tukawateremsha madhalimu hawa adhabu kutoka mbinguni. bima kanu yafsukun, kwa sababu ya ufasiki wao na ukaidi wao waliokuwa nao. Sayiduna Musa alipokwenda katika miqati wale mabwana wakapelekwa katika sehemu ambayo Musa akenda, kawambia, hapa sikilizeni, hapa ndipo napopokea maneno kutoka kwa mola wangu azza wa jal, na hapa ndipo napozungumza na mola wangu azza wa jal. Wale wakafanikiwa kuona Musa anavyopokea amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo, siwaamini, wakasema, hapana, huyo hawezi kuwa Mungu. Mbona si hatujasikia maneno yake kama watu wanavyosikia? Mbona maneno yake sivyo kabisa yanavyopokewa? Musa, unatudanganya, huyo sio Mungu. Na kama ni Mungu kweli, lan numina laka hata nara llaha jaharatan, tunataka tumwone kwa macho yetu waziwazi wazi. Mwambie atoke mbele yetu, tumuone, akukamate mkono, aseme huyu mtume wangu mwaminini, hapo tutakuamini. Lakini tu natwambia hiyo si, pengine unatudanganya. Lan numina laka hatutokuamini, ewe Musa. Hata narallaha jahratan, mpaka tumuone Mungu kwa macho yetu hayalan. Mwenyezi Mungu aliposema kauli ile, anasema Faakhadhatkum saiqatu wa antum tandhurun, katoka adhabu ya ukelele mmoja tu wote wakafa mbele ya Musa. Musa anaona, Sayidina Musa akamuuliza ya Rabbi, ntakwenda kusema nini mie? Wale ndio waacha kule wanawasubiri na hawa ndio ubora wao, azauikhtara, kachagua min qaumihi katika wale watu wake sabiina rajulan limiqatina, kachagua hasa wewe na wewe na wewe, wale anaowaona kwamba hawa imani yao haijambo, twendeni kwa Mungu. Sasa hao walioonekana kwamba ndo mashehe wao na mawali wao na wanachuoni wao, walifika pale wakasema mpaka tumuone Mungu ndo tuamini. Je, wale walobakishwa kule, ambao musa kawatenga, kama kawaona imani wale, imani zao vipi? Kamwambia Musa, ya rabi, ya rabi, wafufue hawa, nitakwenda kuwajibu nini? Wale wakiniuliza, watanambia umewachukua watu wetu, hapa mashehe wetu, mekwenda kuwaua. Thumma baathnakum min badi mautikum laalakum tashkurun, kisha tukakufufueni baada ya kifo chenu ili mupate kushukuru. Wapi, hawakumshukuru Mwenyezi Mungu aza wajal. Katika tabia moja waliokuwa nayo bani Israil ni tabia ya ukaidi tabia ya kibri, tabia ya kujiona, tabia ya kutoshukuru kuto neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaneemesha juu yao. Ni tabia chafu mno na mu, yoyote katika wanadamu anayepewa amri na neema za Mwenyezi Mungu asizishukurie neema zile, basi hali inakuwa kama walivyofanywa bani Israili. Visa fulani fulani vilitokea katika muda ambao wamevuka bahari kuelekea katika ardhi lmuqaddasa, ardhi takatifu, ardhu lambiya, ardhi ya mitume. Visa hivyo vilivyotokea ni vingi sana, na Mwenyezi Mungu kavitaja katika sehemu mbalimbali. Miongoni mwao ni kisa cha ng'ombe kilichotokea. Kulikuwa na bwana mmoja tajiri mno, lakini hana mrithi na mrithi wake alikuwa mmoja tu mtu karibu na jamaa zake, ikabidi e yule bwana, yeye ndo anatamaa kwamba huyo atakapokufa mali yote ntaipata mie. Kwa hiyo naye anachelewa kufa. Unajua baadhi ya watu wanaona, ah, hata baadhi ya watoto, kwa kuwa baba ndo mwenye mali na baba hatoi nafasi njema ya watoto kutumia watoto wanaweza kutumia mbinu wakammaliza baba yao ili wapate kurithi haraka haraka. Utaona wanaambizana, kibuda bwana kinaishi, kina roho ngumu ichi kama paka bwana, hakifi tu bwana, tukatesa sie kwa mali. Anatunyima bwana ruhusa ya basi. Utaona wanaapa wanamwapiza, ili apate kufa haraka wapate kurithi. Na Uislamu umetoa punishment ya mtu mwenye kutaka mirathi ije haraka haraka bila ya wakati wake kwa kuua, yualaju bihirmani, inatoa amri asipate urithi mtu mwenye kuua, kwa sababu ya kuwa na tamaa ya kutaka kurithi haraka haraka. laisa liqatili shaian min almirath, hapati kitu kwa kuwa kaua. istajala lamra qabla awani, kafanya haraka kwa jambo kabla halijafika kwa wakati wake. We, huyu bwana kasimama usiku akamuua mrithi wake, na baada ya kumuua akamchukua akamtupa mbele ya mlango wa jirani, ili watu wakiamka asubuhi waambiwe kwamba mwana nyumba hii ndo walomuua wao. Baada ya muda mchache, asubuhi watu walipoamka, wanakuta maiti mbele ya nyumba yao. Haya, mambo vipi haya? Sasa yule alouwa yule akawa wa kwanza kuja kuzozana na kugombana na watu wa nyumba ile. Mume muwa jamaa yangu, sikubali, lazima nilipize kisasi. Namuua jamaa yangu mie, sikubali, lazima ntashtaki. Alhasili akasimama akawa hataki isipokuwa kulipiza kisasi kwa kuuawa kwa jamaa yake, kumbe kamuua yeye. Ikabidi jamaa wakawa nao hawakubali, kwa kuwa hawakufanya kosa lile ikabidi makabila mawili ya jamaa huyu na jamaa wale yasimame kwa ajili ya kutaka kupigana vita. Hasa mmoja alikuwa na akili akasema, kaifa nukatilu anfusana, kaifa nukatilu baduna badan, mbona tunataka kuuana kwa kisa gani? wafina Musa yazamu annahu nabiyun min Allah, yupo Musa hapa anatuambia kwamba yeye kila siku ni mtume anapata amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu na hivi na hivi, twendeni tukamuulize nani alouwa, atupe habari tujue nani alouwa, kuliko kutakuwa na hapa bure. Wakenda wakamuuliza Musa, tueleze e man katilu hadha rajul, huyu kauwawa na nani? Nani alomuwa huyu jamaa yetu, tupate kujua kama wee mtume kweli. Mtume wako Mungu wako atakwambia. Musa akaambia sawa, wacha nimuulize Mwenyezi Mungu nani alouwa. Akaenda kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akauliza Mwenyezi Mungu akawaambia, nenda kawaambie, wachinje ng'ombe. Wakishamaliza kuchinja ng'ombe, watamjua nani alioua. Musa akaja akawaambia, jamani, nimekwenda kwa Allah, nimemuuliza, akaniambia Mwenyezi Mungu, chinjeni ng'ombe. Wanasema, waidh qala musa liqaumihi inna llaha yaamurukum an tadhbahu bakaratan, Mwenyezimungu anasema kumbuka, Musa alipowaambia kaumi zake, Mwenyezimungu anakuombeni muchinje ng'ombe. Kalu, wao wakasema, atattakhidhuna huzuwa, si tunataka kujua muuwaji nani, unatuambia tuchinje ng'ombe, kwani kuna karamu hapa? Musa, vipi wewe unatufanyia maskhara sisi? Qala audhu billahi an akuna min aljahilin, Musa kaambia najilinda kwa Mwenyezi Mungu nisiye mmoja katika majahili. Insha Allah Taala, katika kipindi kitakachokuja tutaeleza mwisho wa visa hivi ilikuwaje. Taqabbal llahu minni wa minkum assiyama walqiyam. Wassalamu alaykum alaikum wa rahmatullahi llahi wa barakatuh.